Yeremia, ina maandiko inasema hivi: Bwana wa majeshi asema hivi, kuta pana za Babeli zitabomolewa kabisa na malango yake marefu yate yatateketezwa na nao watu watajibatisha kwa ubatili na mataifa kwa kwa moto, nao watachoka. Haleluya, wanu Yesu sema namna gani? Kuta pana za Babeli zitabomolewa kabisa na malango yake marefu yatateketezwa. Sasa kwa jina la Yesu Kristo, zile kuta, kuta za Babeli, kuta za Babeli ambazo tumetuzuia kwa muda mrefu Bwana anataka tuzibomoe, na amekupa uwezo, amekupa mamlaka, nataka tubomoe, lakini natamka baraka la kujenga kaina mkono wako. Sema e Bwana Yesu, sema e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, unikumbuke leo, unikumbuke leo, e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, ulikomkumbuka mwelekai, ulikomkumbuka mwelekai nikunike kila ukuta, kila ukuta wa Babiloni ulio mbele yangu, kila ukuta wa Babiloni, ukuta wa mateso, ukuta wa kilio, ukuta wa magonjwa. E Bwana Yesu, ninaokomboa, ninaokomboa, ninaokomboa, ninaokomboa kwa jina la Yesu, ninaokomboa, ninaokomboa, basi ukomboa, basi ubomoa kabisa. Angusha ukuta kwa jina la Yesu Kristo, bomoa ukuta ambayo ambayo ni ni sababu mbele mbele yako yako ukuta ukuta wa wa Yeriko, ukuta wa magonjwa ambayo ni sababu mbele yako, uharibu kabisa, angusha ukuta huu kwa jina la Yesu Kristo. Haya, mara

Ushukuru Bwana kwa sababu ametenda. Ushukuru Bwana, asante kailango zimeanguka sote, kwa jina la Yesu Kristo Kristu ivoko kusema, eh, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, asante, asante kwa maana kuta sote kuta naingia kwenye ushindi wangu kwenye baraka zangu kwenye amani kwenye furaha kwenye starehe zangu kwa utukufu wako asante bwana yesu asante bwana yesu ushukuru bwana kwa mshango mzuri kwa sababu bwana ametenga kwa jina la yesu kristo haleluya wagalatia sura ya sita mstari wa kumi na saba wagalatia sura ya sita mlango sura ya sita mstari wa kumi na saba Maandiko yanasema hivi akuaa kufungua ili tukombe wakati akutandika baadaye, watatia mstari wa kumi na saba. Maandiko yanasema tangu sasa, mtu asimtaadishe. Roho wa Bwana anasema hivi. Tangu sasa. Tangu sasa. Tangu sasa, tangu sasa. Asinitaabishe mtu, asifanye nini? Imeandikwa kwenye Biblia, imeandikwa kwenye Biblia. Tangu sasa, mtu asifanye nini? Asinitaabishe. Unajua sababu ni gani? Kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Ninajua maana yes ya neno chapa. Kanisa lina chapa yake, muhuri yes wa kanisa sasa leo hii Yesu anasema kwamba kuanzia sasa auea, kuanzia sasa wasikutabishe. Kuanzia Amen. Kuanzia sasa, kwa sasa wasikutabishe. Wachawi wa na waganga wasikutabishe, waganga na wachawi wasikutaabishe, waliokufunga waachane na wewe, waliofanya vituko waachane na wewe, kwa sababu umepigwa chapa ya Yesu. Umepigwa chapa ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kile jicho nitaona hiyo chapa, kila sikio nitasikia kwamba una chapa ya Yesu kwanzia sasa hivo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, tangu sasa mtu hata hata nitaabisha, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa yako, chapa yako kwenye maisha yangu, kwenye ndoa yangu kwenye ufahamu wangu, kwenye moyo wangu, kwenye masomo yangu, kwenye biashara yangu, kwenye afya yangu, nimechukua chapa ya Yesu, chapa ya Yesu, chapa ya Yesu, kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Watanikuombea Baba katika jina la Yesu, na tamka baraka katika maisha ya watu wako, na tamka mafanikio, kwa sababu tangu sasa baba Tumechukua chapa ya mwili wetu, walioteteza wakaone hiyo chapa, waliotuumiza waliotufanya madhabahu wao wakaone hiyo chapa. Kuanzia sasa tunapoingia kazini, watu wakaone chapa ya Yesu. Kwenye biashara zetu, watu wakaone chapa ya Yesu. Watoto wetu shuleni, kuingizwa katika maswala baba, waone chapa ya Yesu. Waone chapa ya ah, hey, Yesu kuanzia sasa wa chapu maroho ya kusumbuliwa. Kuna mtu hapa unasumbuliwa natoto, kuna wakati uko kwenye kitanda unapolala unakimbizwa na mtu aidha, kuna muona na sisi umuone vizuri, kuna mwingine amebadilisha sura yake, na mwingine amevaa sura hata ya mtu ambaye unamjua anamkimbiza kwenye kwenye toka na na ndio hivi hapa. Kuna siku moja, ushawahi fukuzwa na mbwa mbwa kwenye usingizi, akakuuma kisigino kisigino. Kwenye lugha ya rohoni, ndio hatima ya mtu kwenye usingizi, ndoto ndoto za kusumbua. Sikiliza mbele, Bwana sema, Bwana amepiga chapa kwenye maisha yako amen. Hizo mtoto kuanzia sasa, Bwana anaziondoa amen. Bwana anaziondoa amen. Kuna mtu hapa, mwanamke, unakuwa na mwanaume ambaye mnafanya naye mapenzi kwenye mtoto, na mwanaume anakuja kutembea kwenye msikizi, anakuja anafanya wana mapenzi anaenda na hata hicho kitu kimefanya ndoa yako inaweza kuwa na msukosuko kwa sababu hata leo hamupatani vizuri ni kwa sababu ya huyu mwanamme. Sikiliza, kwa jina la Yesu Kristo, kwa nguvu ya ukuhani nakemea maroho ambayo inakuja kama mwanamme, ambayo inakuja karibu na kuvuruga ndoa yako. Nitasema mara tatu, utasikia jina la Yesu, hayo maroho ya mapepo yote tutayakusanya na ah, kuelekeza mahali pakavu kwa jina la Yesu. Ndiye sababu mara tatu utasema jina Yesu. Na tutakusanya mapepo yote. Hiyo ndoto za kishetani zote zitaondoka. Moja, mbili, tatu, sema Yesu. Yesu. Sote nimezikusanya, nimezielekeza mahali pakavu, nimezifungia kuko hadi siku ya hukumu kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, Bwana kuusindize mzuri. Amen. Unaleta mtoto mtoto. Hivyo kitanda kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana akupe amani. Bwana akupe ushindi. Bwana akutetee. Bwana akuonekanie amani ya Bwana kila mwanadamu iwe juu yako.